Ameandika baba, shukuru sana kwa kutupa mwanga juu ya imani ya wakristu wa kwanza. Ameuliza je, hao maakoliti bila shaka, wanaogawa ekaristi nao pia wanakuwa wameoa? Anaitwa Anisia kutoka Arusha. Sio tu hao waakoliti, lakini katika kanisa la kwanza hata na maaskofu. Katika kanisa la kwanza wengi walikuwa wameoa, hata Paulo anasema wali wanaotaka kuwa maaskofu ni jambo zuri, ila awe, ma, awe mme wa mke mmoja maanake, sio mtu amefariki mke akawa na mwingine hapana, awe mme wa mke mmoja ni baadaye walipokuja kugeuza hiyo sera. Na sasa hivi, na sasa hivi sio tu maakorito lakini hata mashemasi, sio tu katika kanisa la mashariki lakini hata katika kanisa la magharibi, yani kanisa letu, mashemasi wa kudumu wanaoruhusiwa wanakuwa wengi wameoa, wanakuwa wameoa wengi, wengi wanakuwa tayari wengi, wengi wanakuwa tayari na umri wa kutosha, wameoa, labda watoto wao wamesha kuwa wakubwa hivyo hawapi bughudha, hivyo wanakuwa mashemasi. Hasa wakienda katika nchi za Ulaya, unakuta mashemasi wengi wa namna hiyo ambao wameoa na wanafanya kazi ya kupeleka sakramenti, ya kufanya mambo yote yale yanayofanywa na mashemasi, kama kubatizwa, kushuhudia ndoa. Vitu vingi sana vile shemasi anaweza akavifanya, ila hawezi kufanya Ekaristi takatifu, hawezi kuungamisha.